Zanzibar ilibadilika ndani ya saa chache lakini ukweli wa kilichotokea Januari 1964 unaelezwa tofauti mpaka hii leo. Asubuhi mapema Januari ya tarehe 12 mwaka 1964 Zanzibar haikuwa ile ambayo ilikuwa jana yake. What happened? Ndani ya masaa machache historia ikaandikwa, serikali ikaanguka, viongozi wakabadilishwa. Historia ikaandikwa kwa hofu, damu na ushindi. Lakini ukweli ni kwamba mapinduzi ya Zanzibar hayakuwa ya ghafla, ni matokeo ya struggle za muda mrefu. Yalikuwa ni matokeo ya mgogoro au mvutano wa muda mrefu wa kijamii na kisiasa visiwani humo. Zanzibar ilikuwa chini ya Sultani Jamshid bin Abdullah, lakini mfumo wa kiutawala uliwapa nguvu kubwa Waarabu wachache dhidi ya Waafrika wengi. Licha ya Waafrika kuwa wengi visiwani Zanzibar, mamlaka za kisiasa, ardhi na uchumi vilikuwa chini ya Waarabu wachache. Hii ilizaa hasira, mgawanyiko wa kisiasa, mgawanyiko wa kikabila na siasa za chuki. Chini ya uongozi wa John Okello, kundi la waasi lilivamia vituo vya polisi, magala ya silaha na ofisi za serikali. Ndani ya muda mfupi, Sultan alikimbia nchi, bendera ikashushwa na serikali ikaanguka. Zanzibar ikatangazwa kama Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Pemba chini ya Abedi Amani Karume. Lakini mapinduzi haya yalikuwa na gharama kubwa ya kibinadamu. Taarifa zinaonyesha mauaji, unyanyasaji na ukimbiaji wa Waarabu na Wahindi ulikuwa ni wa idadi kamili ya waliopoteza maisha bado ni mjadala mzito hadi kufikia hii leo. Mapinduzi hayakuishia Zanzibar peke yake. Miezi kadhaa mbele, Zanzibar ikaungana na Tanganyika kukitengeneza hiki tunachokiita leo hii Tanzania. Ikazaliwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964 mwezi april tarehe 26. Uamuzi huu ulibadilisha siasa za Afrika Mashariki, uliogopesha mataifa ya Magharibi wakati wa vita baridi na kuifanya Zanzibar kuwa sehemu kubwa ya historia ya bara la Afrika. Je, yeah. Mapinduzi ya Zanzibar yalikuwa ukombozi wa walioonewa, mapinduzi ya watu au mapinduzi ya waliotekwa kwa nguvu za watu wa nje? Na John Okello ni nani? Hii ni KWAUNDANI. Stay with me. My name is Credo.